Mkuu wa Mkoa wa Morogoro, Adam Malima amewaagiza wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri za mkoa huo kuhakikisha wafugaji wakubwa na wadogo pamoja na wataalamu wa mifugo wanashiriki maadhimisho ya wiki ya maziwa yanayofanyika mkoani humo ili kupata elimu ya ufugaji katika kuleta mabadiliko kwenye sekta ya ufugaji mkoani humo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anatoa maelekezo yafuatayo. Akizungumza kwa niaba yake wakati akifungua maadhimisho hayo yaliyoandaliwa na Bodi ya Maziwa Tanzania TDB, kaimu mkuu wa mkoa huo ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Malinyi, Wakili Sebastian Warioba amesema ushiriki wa wadau hao katika maadhimisho hayo kutasaidia kupata elimu na teknolojia za kisasa za ufugaji, uzalishaji, huduma za mifugo na masoko itakayoleta tija katika tasnia ya maziwa. Wakuu wa wilaya, kwa hesandeli hakikisheni wafugaji wakubwa na wadogo kutoka maeneo yenu wanafika kupata elimu pana sana ya ufugaji na kupitia maadhimisho haya, na tukaone mabadiliko makubwa katika sekta ya ufugaji mkoani kwetu. Agizo hili la mkuu wa mkoa <laughs> kwa bc na mimi eh, mmoja wapo la pili, naamini bwana, upo kaimu rasi upo, eh, kaimu rasi upo, e, utachukua maelekezo haya, utabaki nayo sababu ni e. La pili, wakurugenzi, hakikisha wataalamu wetu wa mifugo, basi nzuri, katibu wetu amesema, e, naibu katibu mkuu amesema, amezungumza, hakisheni wataalamu wetu wa mifugo wanafika katika maadhimisho haya hapo, hapo, hapo, hapo, hapo. hapa, na kupata elimu na teknolojia za kisasa za ufugaji, uzalishaji, huduma za mifugo na masoko ambazo zinatija kwa wafugaji, serikali na taifa kwa ujumla. Tunaona mitambo pale Poly Machinery Company Limited, mitambo tunao mitambo. Tunawana mitambo kule namna gani, na mitambo hii kubadilisha maziwa kuwa katika fomati mbalimbali, yani vitu vinakuwa katika miundo mbalimbali. Maziwa nilikuwa nauza, mtaalamu wangu mmoja kwenye Bodi ya Maziwa anaambia maziwa ya makopo tushazoea, Nido Nido na nini sijui, Nido Nido. Sasa na sasa tunasikia ametengeneza maziwa ya makopo. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI, Sospita Ntwale ametoa maelekezo kwa tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuendeleza kuwawezesha maafisa mifugo kutekeleza majukumu ya kuwahudumia wafugaji ili kuwawezesha kufuga kwa kisasa na kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao yatokanayo na mifugo. Nichukue fursa hii kutoa maelekezo kwa tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuendeleza kuwawezesha maafisa mifugo kutekeleza majukumu ya kuwahudumia wafugaji. Jambo hili litasaidia kuwawezesha kufuga kisasa na kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao yatokanayo na mifugo. Aidha, nitoe rai pia kutoa fursa kwa wafugaji na wataalamu wa mifugo kushiriki kwenye majukwaa mbalimbali ya kitaalamu ili kuwezesha ili kuweza kujifunza teknolojia mbalimbali mbali na kuendana na mabadiliko ya kisayansi na teknolojia ambayo yanakuwa kwa kasi sana. Ninawaelekeza maafisa mifugo ambao wameteuliwa kwa sheria ya maziwa kuwa wakaguzi wa maziwa katika mamlaka za serikali za mitaa kutekeleza majukumu yao ya kuhimiza maendeleo ya tasnia hiyo. Pia wanatakiwa kuhakikisha maziwa yanazalishwa na kuuzwa katika mazingira salama kwa ajili ya kupata bidhaa bora na kuwezesha kuchangia pato taifa na lishe kwa Watanzania. Awali akizungumza na washiriki na wananchi wa mkoa wa Morogoro, msajili wa bodi ya maziwa Tanzania TDB, Profesa George Musalia ametoa elimu kuhusu faida ya maziwa na hapa anaeleza. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoweka chakula mezani, mara nyingi tunatafuta wanga, tunatafuta protini, tunatafuta vitamini, tunatafuta maji, tunahitaji madini tunahitaji mafuta na mambo kama hayo katika vyakula tunavyoviweka mezani. Sasa niseme mheshimiwa mgeni rasmi kwamba katika maziwa, ukiweka glasi moja ya maziwa, umepata wanga, umepata protini, nilisikia ukiuliza hilo swali, umepata madini, umepata mafuta, umepata maji, umepata vitamini, vyakula vyote katika makundi sita. Hilo ni jambo la kwanza zuri katika maziwa, lakini jambo la pili mheshimiwa mgeni rasmi mimi nimezaliwa Msoma, mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara sisi ni watumiaji wa ugali tena ule wa muogo. Wako watu wenzangu wanaotoka Msoma, Msoma oye. Kule Msoma mheshimiwa mgeni rasmi tunakula ugali na samaki. Wakati mwingine na nyama. Ukila ugali kwa elimu ya lishe, mheshimiwa mgeni rasmi tagundua kwamba unaweza ukakaa ndani ya tumbo lako kwa masaa matatu mpaka manne bila kwenda kwenye damu sababu so lazima ushughulikiwe na mwili, na wakati mwingine mwili utatumia nguvu nyingi sana kuweza kupata vitutubisho uz ukinywa maziwa ndani ya dakika 30 mpaka saa moja, utakuwa chakula chepesi ambacho mara nyingi kinaletwa kwa mgonjwa ni maziwa kwa sababu ya upatikanaji wa virutubisho kwa haraka katika mwili wa mwanadamu. Maadhimisho ya wiki ya maziwa yameanza Mei 26 katika viwanja vya shule ya msingi kiwanja cha ndege mkoani Morogoro, yakishirikisha wadau mbalimbali wa tasnia ya maziwa wakiwemo wazalishaji wa bidhaa hiyo, yakiwa na kauli mbiu maziwa salama kwa afya bora na uchumi endelevu. Hii ni Daily News Digital na mimi ni Fadhili Akida.